Usimwogope mwanamke sababu una hofu, huna uwezo wa kumridhisha yaani. Kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, basi hebu nisikilize vizuri zaidi, ili niweze kukupatia dawa inayoweza kumaliza changamoto yako e, kabisa, na ukawa unashiriki tendo la ndoa vizuri kabisa Eh, ndani ya ndoa yako na ndoa yako isivurugike, kwa sababu unapokuwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume eh, ndani lazima kutakuwa kuna mgogoro wa hapa na pale eh, kwa kila siku ndani ya nyumba, kwa sababu mwenzako haridhiki, na hivyo utakuwa inakufanya kwamba uwe unamwogopa sababu huna uwezo wa kumridhisha. Sasa acha nikupe dawa itakayoweza kumaliza changamoto zako hizi, ambazo naweza kukuelezea kama una changamoto ya kuto kumridhisha mwenza wako, yaani unaenda awamu ya awa kwanza na unashindwa tena kurudia awamu ya pili, ama unaweza kurudia awamu ya pili lakini unakaa muda mrefu sana, ndio unaweza kujikuta kwamba una uwezo kuendelea tena kwa awamu ya pili, ama unaweza ukashiriki mara ya kwanza na usishiriki tena mpaka kesho ama mpaka siku nyingine. Sasa hii ni hatari kwa upande wako. Familia inabomoka ndani ya nyumba yako. Sasa kama una changamoto hiyo, basi hebu tafuta hivi vitu eh, tumia vizuri tena kwa ufasaha kabisa, tunamaliza changamoto yako mara moja eh, popote pale ulipo. Kama unafahamu maua ya chikichi eh, utafahamu asali eh, chukua maziwa fresh, chukua tende eh, pamoja na unga wa mdalasini, yani mdalasini ili ya unga, vitu hivi vyote Utavichanganya pamoja isipokuwa asali tutaweka pembeni. Baada ya kuchanganya pamoja uta blendi vya kutosha kabisa. Baada ya ku blendi, utachemsha. Baada ya mchemsho, utaweka ile asali. Hakikisha maziwa fresh yawe gramu 100, yani yani milis 100. E, naposema milizimia mnafahamu sasa. Kiweka milizimia pamoja na hivyo vitu vyote, tumia kila siku asubuhi. Huwa unatumia vijiko vitatu asubuhi, vijiko vitatu jioni, kila siku. Hii mchanganyiko huu unatibu uh, katika upande wa mfumo mzima wa uzazi. Tukianza katika upande wa misuli, homoni ya mwanaume, homoni ya testosteroni, pamoja na mishipa ya damu inayopeleka damu katika upande wa mfumo wa uzazi. Hivyo inaweza kusababishia wewe, kukusababisha kwamba huwa na hisia imara, lakini pia uume kusimama ukiwa strong zaidi, lakini pia inaweza kukufanya kuweza kurudia laundi moja zaidi ya mbili mpaka tatu. Sasa kama una changamoto hiyo, basi tumia mchanganyiko huu, utaweza kuona matokeo yake. Inaweza kurudisha ile uh, ufanisi wako wa uh, uh, uh, awali ni yani, ufanisi bora zaidi. Sasa kama una changamoto hiyo, tumia huu um, mchanganyiko utaweza kukusaidia sana, lakini pia kama utashindwa kuweza kuandaa mchanganyiko um, huu basi ipo tiba ambayo iliyoandaliwa vizuri sana kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hiyo na kuweza kumaliza, niitafute ili niweze kukupatia tiba hiyo. Mimi ni mtaalamu wako na ninayekushauri kila siku kuhusiana swala la tiba, mtaalamu hichi dokta. Namba zangu za simu jumlisha mbili tano tano mia saba hamsini na mbili kumi na sita thelathini na nane thelathini na nane Nipigie simu ili niweze kukupatia dawa popote pale ulipo, iwe Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, iwe Tanzania, nje ya Tanzania. Mimi ndio mtaalamu wa tiba asili, niweze kukupatia tiba itakayoweza kumaliza changamoto zako. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.